NICOL, ametoa annual report yake yaani ni ripoti ya mwaka mzima wa utendaji kazi kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu heading to the AGM ambayo itafanyika kesho. Manake nini? Manake natupa picha nzima, mwaka elfu mbili na ishirini na tatu NICOL uh, alitengeneza faida kiasi gani, lakini what were the drivers, wa nini kiliendesha hiyo hiyo faida, na kwa msikilizaji wetu wa, wa, wa mara ya kwanza kabisa anaweza kana jiuliza naijua naijua CRDB, naijua NMB, naijua TCC. NICOL ni kampuni ya nini? Uh, NICOL simply ni kampuni ambayo inafanya biashara moja tu ya uwekezaji uh, ilikusanya mtaji wake mwaka elfu mbili na moja na kiasi kili, lengo kubwa ilikuwa ni kupata ule mtaji na kuwekeza katika makampuni mbalimbali mbali mbali ya hisa. Over time wakaingia katika uwekezaji also wa private companies kama kampuni za usindikaji wa nyama and so on. Uh, baadaye wakaextend wakaingia katika hisa pamoja na hatifungani, lakini sasa hivi tunaona wameexpand vilevile, wamemaa wame wame kuingia na kwenye kwenye real estate. Ni closed end fund. Tofauti yake na mifuko kama uh, kama inuka ama mifuko kama mingine ya UTT and so on ni kwamba closed end fund ile kampuni inaamua kukusanya ku, ku, ku, ku, mtaji, then baada ya hapo mwekezaji akitaka kutoka anafanya kuuza tu hisa lakini ule mtaji utaendelea kubaki kwa kwa kwa kwa fund manager. What are the advantages ya kuwa closed end fund kama NICOL kwa upande wa wale fund managers sasa, ambao ni management ya NICOL? Uh, wanakuwa wana mtaji wa kudumu, hawana haja ya kuworry about uh, watu kutaka ku, ku, ku hela zao and so on. Upande wa open ended schemes kama hizi za enuka and so on, lazima uangalie masuala ya liquidity kwa sababu kuna muda mwekezaji atataka hela yake, kwa atakuuzia wewe vipande kwa hiyo ni lazima uwe na hela ya kununua kile kipande chake.